Kumbukumbu kumbu za kizaazaa cha matokeo ya uchaguzi uliopita na siasa za muungano wa Rais William Ruto na Raila Odinga zilisheheni kwenye mazishi aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati ya familia yake ilikumbuka ukakamavu wa Chebukati katika kipindi hicho kigumu, huku waombolezaji wakisifia utekelezaji wake katika tume ya IEBC. Na Kolins Shitabay alihudhuria mazishi ya, ya Chebukati nyumbani kwake eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia na kuandaa taarifa ifuatayo. Mazishi aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati katika kijiji cha Sabata, kaunti ya Trans Nzoia yalisheheni kumbukumbu ya uchaguzi uliopita, hasa matukio ya siku ambapo marehemu alihitajika kutangaza matokeo ya urais katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi. Familia ya Chebukati ikirejelea hali ilivyokuwa nyumbani wakati ambako wakenya walikuwa wanasubiri matokeo hayo kwa mihemko.

Maseneta wa zamani wawili kwa bunge lililopita, mmoja akampiga Chebukati ringu, mwingine akampiga ngumu mbele yetu. Mazishi haya yakitoa fursa kwa mkewe na viongozi wengine kuzungumzia dhuluma walizopitia mtandaoni wakati wa majonzi. Na nikimweleza mmoja wetu akanieleza huyo mzee aende ajizike. Viongozi walimtaja Chebukati kama mtu mkakamavu kwenye majukumu yake. He went through great intimidation. He announced the elections under great difficulty. So if we are sitting here in peace today, let us thank that gentleman There today. Licha ya familia ya kusisitiza kuwa hakungekuwa na siasa mazishini, Gavana wa Kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya alitumia fursa hiyo kuzungumzia kuondolewa kwa msasa wa vitambulisho katika eneo la Kaskazini Mashariki, kuhakikisha kwa kwamba wale wazee ambao wanakaa kataza kamati wanakuwa vizuri wanalipa mshahara mwana walipa mshahara hata kama mshahara inachelewa sana, alafu analetaleta ukora kidogo. I want to tell the people of Kenya that they will never again be discriminated against in the issuance of IDs on the basis of their religion, on the basis of their ethnicity, or on the basis of the region they come from. Taya ya Chebukati ilizima kutokana na ugonjwa wa uvimbo wa ubongo baada ya kuhitimisha miaka 63. He, ni safari ya kumpa mkono wa buriani aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Wafula Chebukati, huku viongozi katika eneo hili wakiitaka serikali kuweka msingi thabiti katika taasisi mbalimbali mbali humu nchini. Collins Shitiabai ya bai, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Tranzoia.